Anamaiza kupanga kuni, anamdokia mwanae, anamwambia mwanangu, anamkumbatia mwanangu, sina sadaka nyingine ya kutoa, ila Bwana anasema wewe ndiye utakuwa sadaka. Machozi yakimtoka na maumivu makubwa, mtoto kwa upendo kwa baba na utii kwa baba, wala akokataa kwa sababu alimwamini Mungu wa mbinguni wala kukataa kwa sababu alimpenda baba yake. Baba akamtwaa mtoto wake, akambeba katika viganja vyake. Baba huyu mwenye upendo kwa mwanaye akambeba mwanaye vizuri, na anambeba, anamweka katika madhabahu. Ni machungu na maumivu makubwa katika safari yake ya imani anamlaza mwanaye katika madhabahu, mtoto anatulia, anajua leo mimi ndiyo sadaka. Baba anachukua kamba, anachukua kamba, anamfunga mwanaye miguu, anamfunga na mikono. Katika nyakati hizi ambazo anamfunga mtoto, ametulia wala hakusumbua maana anajua hii ni kauli ya kutoka kwa Mungu wa mbinguni, ambaye yeye ni tumaini letu, ambaye ni mkombozi wetu, yeye Mungu asiyekosea. Baada ya kumfunga baba, anamtazama mwanaye, anamshukuru Mungu kwa zawadi ya mtoto huyu. Na baada ya shukrani kwa Mungu, anatoa kisu chake, anatoa kisu chake na anapokitwaa kisu chake anakuwa yuko tayari kumteketeza mtoto. Anainua kisu chake juu ili aweze kumchinja mwanae. Akiwa amezamiria na anatamani kufanya tukio hilo, anasikia sauti yenye matumaini, Bwana Yesu asifiwe, ikiita hapa hapo kondoo Abrahamu mwanangu. Anasikia sauti lakini haoni ni nani anayemwita, anageuka kushoto, anageuka kulia akitafuta amwone ni nani anayemwita, lakini anasikia tu sauti ya kwamba, Abrahamu usimchinje mwanao, geuka nyuma, yuko mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu anachukua kifu chake anatumia kukata kama Anakata kamba, anakata kamba, anakata kamba na anamnyanyua mtoto wake kutoka katika madhabahu, anamnyanyua mtoto wake kutoka katika madhabahu. Anamwambia, mwanangu, mwanangu, nyanyuka, mwanangu, nyanyuka, tazama, kuna mwana kondoo. Bwana ametupatia kondoo.